Si mara yetu ya kwanza, tumeshiriki nusu fainali miaka ya sabini, tumeshiriki fainali miaka ya tisini, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu safari hii tutashinda tena kuelekea huko, na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike na mambo yasiyowahusu. Lakini muhimu zaidi, hatutaki kutishwa na mtu. Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji, management, uongozi pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapa. Kwa hiyo, hivyo vitisho vyao wala havisaidii kitu chochote. Kimsingi, wito wetu ni kwa wanasimba na watanzania wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata.